yetu ipo siku, utakuta uislamu unasambaratika pole pole pole pole pole. Hapa hata sasa hivi unapo unapoangalia nchi yetu iko na mayunivasiti ngapi ya dini za Kiislamu? Iko na mashule ma mashule mangapi za dini ya Kiislamu? Iko na holide ngapi ambazo zinaheshimiwa na serikali kama sio Idi peke yake? Ni holide gani ya Kiislamu muniambie ambayo serikali inaheshimu? Kama tusema ukweli, inasimamia haki za binadamu, ni holide ngapi? Hakuna. Mbona musibadilishe basi, kama munasimamia haki, kama jinsi ambavyo munaheshimu siku ya sande, hakuna wanafunzi kwenda shule naye pia mubadilishe hivyo hivyo, siku ya Ijumaa hakuna wanafunzi kwenda juu kwenda shule, waende wa kumwabudu wa, wa, wa Mwenyezi Mungu, iwe ni siku ya usawa kwa Waislamu na Wakristo. a'udhu wa billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu Waislamu ambao mnanisikiza na msiokuwa Waislamu, siku ya leo nitazungumzia swala hilo ambalo nimekaa kama mimi nikatafakari na nikapenda niwaulize nyinyi kama ndugu Waislamu. Mwenyezi Mungu ametujalia elimu ya dini ya Kiislamu na Mwenyezi Mungu pia amejalia wengine wamesoma dini ya kizungu ya kawaida, na katika Waislamu nchi yetu, Uislamu unaendelea kuzorola na kusambaratika, na unapotazama katika nchi yetu ya Kenya ama ya nchi zetu za Afrika nyingi sana huwa Mwenyezi Mungu amejalia viongozi mapresident wa Kikristo, lakini sijawahi, ni vigumu zaidi kukuta Afrika au East Africa au hapa nchi yetu. Sana sana, wacha tuzungumzie katika nchi yetu ya Kenya. Muislamu amesoma ako na zote diploma ameziweka ako na uwezo wa kufanya siasa, anafanya siasa, lakini hawezi akangang'ania kama Muislamu kuweza kusimamia upresident na kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, ili iweze kukaa sawa sawa katika nchi yetu, nayo pia iweze kupata haki. Unapotazama Waislamu, mmesoma, munasimamia umca, muko na uwezo, munasimamia ugavana, muko na uwezo, munasimamia uminista, lakini huwezi pata katika nchi yetu hii mwislamu anangang'ania ana kiti ama kusimamia hupresident ama katika debe Hakuna Muislamu ambaye sema basi, wacha, wacha basi ningang'anie hata kusimama basi niwe tu naibu peke yake hakuna. Na unapotazama katika nchi yetu hii ya Kenya, tusema ukweli, Uislamu uko nyuma na Uislamu uko katika, ni kama katika maendeleo ya nchi, Uislamu ni kama umepokea aidha 10% 90% wenzetu ndio wameweza kupokea hayo maendeleo, na hata unapopata kila president ambaye anakuwepo ni Mkristo, na pia yeye anang'ang'ania sana Ukristo kama dini yao, kuendelea kusonga mbele na kuupanua na kuweza kuweka miradi ndani, empowerment ndani, ili uweze kupanuka juzi hapa hata unaona kuwa ya kwamba president aliweza kuwa na mpango wa kujenga sijui hata ilifikia wapo. Unajua, yeye ni president wa kutenga, ni president ambaye ni president ambaye ni president wa maono, yaani wa miradi, anaona mbele, anaona mbali, anaona kupanua inchi. Lakini huwezi ukamuona anakaa chini, anapanua aseme kuwa ya kwamba wacha tupanue tupanue misikiti na tupanue dini ya Kiislamu na tupanue masomo ya Kiislamu, hakuna. Kwa hivyo sisi Waislamu, kama sisi wenyewe hatuna haja na hakuna vile tunaweza tukapanua Uislamu bila kutumia mamlaka ya kisheria ya, ya kawaida ama ya kisheria ya nchi. Unajua, kisheria ya sheria za nchi ziko na uwezo wa kugandamiza na kusambaratisha Uislamu kimya kimya, na Uislamu ukaisha, na nyinyi Waislamu mkafinywa na mkamalizwa na mkanyamaza kimya. Saa hizi serikali ikiwa na uwezo ama ikiwa na mamlaka, sai president akawa na uwezo wa kusimama akasema nchi yetu ikose kupiga adhana, adhana hakuna yoyote Muislamu yoyote atatoa hadhana mpaka kiyama ifike. Kama Kongo inchi yetu president akislama, akisema kuwa ya kwamba hakuna kwenda msikitini, wallahi waseme kuwa ya kwamba ukipatikana tu ukiingia msikitini unachapwa. Unajua Waislamu mutanyamaza tu, na hivyo hivyo ndio mtakalio, na hivyo hivyo ndiyo itakuwa. Kwa sababu gani? Hamutaki kusomea sheria za uongozi kama waislamu muweze kuwa viongozi? Mumesoma nyinyi, mko pale tu mukisema ni mungu tu, uislamu ukiendelea kuisha. Hata saa hizi unapoangalia jinsi ambavyo uongozi wa kisasa ambayo masomo ya kisasa yamelalia uislamu, dini ya Kiislamu, watoto wa Kiislamu, mtoto anasoma kuanzia Monday hadi mpaka Saturday, na siku ya Sunday ndio mnapewa tati, siku ya mapumziko. Je, mtoto huyo atasoma saa ngapi dini ya Kiislamu? Mbona mtoto asisome kuanzia Monday hadi mpaka Friday? Hizi siku mbili Saturday na Sunday, iwe ni siku <coughs> iwe ni siku ya kusomea dini Mbona mtoto watu wasifanye hivi? Kama tusema ukweli, hii sheria inasimamia upande zote ya kikristo na Kiislamu, watoto wao wakisoma. Kama vile ambavyo wanaheshimu siku ya sande kuwa ni holiday ya nchi ya dunia mzima, mbona wasifanye pia siku ya Ijumaa iwe ni siku ya holiday, wanafunzi wote wasiende shule, tuifanye kuwa ni siku bora ya mapumuziko kama ukweli kabisa tunasimamia haki za kibinadamu. Kwa hivyo, Waislamu pia nyinyi, ng'ang'aneni kama nyinyi muweze kujitolea katika debe. Waislamu katika katika kila kaunti, kuna misikiti na kuna Waislamu, kuna distrikti kadhi, kuna mamufti lakini hakuna yoyote. Unakuta mwislamu unapiga mwislamu mwenzako vita, mwislamu unaonea mwislamu mwenzako vita, akisoma akuwe na kachewo, unamuonea vita, lakini hauna uwezo wa kupigana ili uweze kung'ang'ana, uweze kusoma, ukuwe kiongozi ambaye kesho hii unaweza kupigania haki za kimsingi ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo, Waislamu, tuwacheni fitina Mwenyezi Mungu ametujalia elimu ya dini ya Kiislamu, na Mwenyezi Mungu ametujalia elimu ya kawaida tumesoma. Tuache fitina kupigana waislamu kwa Waislamu, tusimame tuweze kupigania haki za kimsingi ya dini ya Kiislamu, ili pia Uislamu uweze kuwa na sauti kama dini, kwa sababu Uislamu kukipotole kukipatikana kiongozi ambaye atasimamia nchi, huenda nchi inaweza kosa kuwa na matatizo haya, matatizo ambayo yako katika nchi yetu, uchumi, matatizo ya vifo, matatizo ya ukame, huenda yanakuja yanasababisha na, na Waislamu kukosa kujitolea na kupigania haya yote. Sisi wenyewe ndio tunayajitakia. Mwenyezi Mungu ametujalia lakini hatutaki kujitokelezea, kujitetea. Ndio tukatai Uislamu wenyewe unajitetea kwa sababu wewe Muislamu hata ukijaribu kutetelea Uislamu haiwezekani. Mwenyezi Mungu na malaika wake ndio wanaweza kutetelea Uislamu, lakini vipi Uislamu huu umeweza kuwa ama umeweza kuboreshwa zaidi? Tazama saa hizi hapo, ukiangalia watu huko wanapigana wanauana, hakuna kiti ngine kwa sababu anapo Mwislamu, kiongozi anapokuwa Mwislamu huyo sio kiongozi, lazima wanang'ang'ana jiza wanavyoweza dunia mzima Ukristo uweze ndio ukuwe ndio unatawala, yaani Ukristo ndio ukuwe kichwa ya ya Uislamu. Hapo ndio wanaona kama kuna amani, lakini unapokuta Uislamu uko juu ama unasimamia kama upresent wa viongozi wa Kiislamu wakisimamia, utakuta wazungu wanaingilia pale na wanaanza kuzusha vita. Saizi hata unapotazama Tanzania, vita ambavyo vinavyotokelezea wanaopiga saizi, Samia Suruhu, vita si Waislamu, Chadema ni Muislamu kwao Makatoriki <coughs> ni Waislamu unapotazama wale wanaosimamia kupinga, hao wote ni Wakristo. Kwa sababu gani? Hawataki kuona dini hii inapanuka na na Uislamu huu unaendelea na hivi hivi, utakuta hata hii nchi yetu, ipo siku utakuta Uislamu unasambaratika polepole polepole polepole hapa pole. hata sasa hivi unapoangalia hang... unapo, nchi yetu iko na maunivasiti ngapi ya dini za Kiislamu? iko na mashule ma, mashule mangapi za dini ya Kiislamu? Iko na holiday ngapi ambazo zinaheshimiwa na serikali kama sio Eid peke yake? Ni holiday gani ya Kiislamu mniambie, ambayo serikali inaheshimu kama tusema ukweli, inasimamia haki za binadamu? Ni holiday ngapi? Hakuna. Mbona musibadilishe basi kama munasimamia haki, kama jinsi ambavyo munaheshimu siku ya Sande hakuna wanafunzi kwenda shule, naye pia mubadilishe hivyo hivyo siku ya Ijumaa hakuna wanafunzi kwenda kwenda shule, waende wamwabudu wa, wa Mwenyezi Mungu, iwe ni siku ya usawa kwa Waislamu na Wakristo. Mbona msiweke haki hizo upande zote? Tazama hata sahizi Uganda, unapotazama vijana ambao wameshikwa na kuteka, kutekwa nyara, wengi wao wako majela. Si Wakristo, ni Waislamu. Mwislamu yoyote anaposimamia haki na kujaribu kutetelea Uislamu na kutetelea, yaani wananchi huyu anapigwa vita, hata huo msikiti unaweza kuvunjwa wakati wowote. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tuamke chini mumesomesha watoto, pesa zenyu zisichomeke chini zisichomeke bure, piganieni dini ya Uislamu, piganieni uhaki na mumesoma, sisitizeni watoto wenu waweze kusimamia uongozi ili waweze kupigania ili waweze kupigania haki za kimsingi ambazo zinahitajika katika dini ya Uislamu, ili vizazi zetu zijayo viweze kukuta Uislamu uko imara, pasipokuwa na matatizo yoyote. Siongei haya juu ya wivu au nini, sijui ya miradi president, kwa sababu hata unapotazama kodi iwe Muislamu awe ni Mkristo, kila mmoja analipa kodi sawasawa sawa. Iwe ni misikiti inalipa kodi sawasawa sawa. Lakini katika maendeleo misikiti haipati maendeleo ya kiserikali. Unakuta misikiti maendeleo mengi sana yanatoka nje, Uarabuni wapi, Waislamu wenzao ndio wanaleta maendeleo na misaada, lakini kupata upande wa Kikristo ama president wa Kikristo kuleta maendeleo na misaada katika misikiti ya Kiislamu haramu. Na no, ukiona Mkristo analeta maendeleo, president Mkristo akileta maendeleo katika msikiti na miradi, wakati huo jua kampeni imekaribia wanaomba kura. Kweli si kweli? Ukiona president analeta ama MCA Wakikristo anasema mimi sasa nimesimamia, sijui kama Waislamu nimeleta mchele, nimeleta nini kusaidia maskini masikini wasiojiweza, jua tu anaomba kura, hakuna kitu kingine zaidi ya hiyo. Mbona tusisaidiane tusifanye, yani watu wote wapate usawa? Kwa sababu kila mmoja analipa ushuru. Ushuru hautambui Mwislamu, hautambui Mkristo. Enda pale hisili ambao wameweza kusimamisha Isili ni Wasomali. Wasomali ni Wakristo ama ni Waislamu? Isili mzima. Je, umai uona Msomali anapakuwa kuwa ya kwamba huyu ni Mkristo afai kuajiliwa kwa duka langu? umai uona Msomali, Msomali anaheshimu siku ya Mkristo. Unakuta pale hata kama ni Sande, kama Mkristo anafanya afanyi kazi Sande, Msomali ako free kumwachilia kama ni sande ni siku ya mapumziko ni sawa, aacha apumzike. Enda pale EPZ ni nani anayefanya kazi siku ya Ijumaa yaani siku ya sande? Kwa hivyo tuheshimu na tupatie dini zote haki. Kama ni wewe preze, tunafanya miradi, fanya ukifanya usawa, ukijua Wananchi wote wanatoa ushuru, wawe Waislamu wawe na Wakristo, wote wanatoa nini? Ushuru. Naye kama unapatiana masikukuu, maholde za mapumziko, heshimu siku ya Ijumaa, iwe ni siku ya holde kama jiza ambavyo siku ya Sunday inaheshimiwa ulimwengu mzima. Nikidhani hapo tumeelewana vizuri naye tazama, sasa kwa mfano, sasa tazama, vijinza ambavyo basari za wanafunzi unakuta mashule za Kikristo na za Catholic ndio zinapokea mabasari mingi, lakini shule misikiti ya Kiislamu imajini, wallahi, wanawezaleta basari kama ishirini kwa basari kama ni milioni moja, ama kama ni elfu kumi kwa kila msikiti inaweza pokea ba... kama sio ba... basari zikiwa mingi sana, ni basari ngapi? Tano sijui kumi sijui ishirini, zikienda sana jinaona. Anga hata huu msikiti wetu wa hapa basari zikija, u... u... wakitangaza sana, ni watoto watatu wawili, wanne, watano. Zikienda sana wanakuambia zimekuja ishirini, na tumegawanisha msikiti huu wa jamia, sijui msikiti wa wapi, sijui msikiti wa adhiriba umeona? Baahari zimekuja hivyo zimegawanishwa hivyo zimeisha, baada ya ishirini imagine, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je, kwani Waislamu hawalipi ushuru? Je, pale Isilii hamwendingi kuokota ushuru wa Wasomali? kwa hivyo, ndugu, kama jamii ya nchi yetu, wazazi Sukumeni watoto wenu waweze kusimamia uongozi. Saizi waislamu munatosha kusimama upresident, muko na nguvu, lakini mumenyamaza na mumefinywa sauti. na muna usemaji wowote katika serikali ni, ukitoa tu sauti unafinywa, ukitoa ufaulo sauti una unachinjwa, ni unakuta mwislamu na mwislamu. Isitoshe unakuta serikali yenyewe inatumia waislamu wengine uwaua waislamu wengine. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tuwe kitu kimoja, tusimamishe, tupiganie dini ya haki. Siku ya kihama ya kiyama tutakuja kuulizwa ni jihadi gani. Tushikamaneni. Ni juzi hapa ndio niliona tu mkifanya jihadi ya kwenda pale, ilikuwa ni siku ya sande, sijui kwenda sijui, mnapigania mnang'ania Palestina sijui Gaza, mkienda kupanda miti, mkiandamana, lakini nchi yetu sijaiona Waislamu mkifanya maandamano kwa ajili ya kupigania haki za kimsingi ya dini ya Kiislamu, ili serikali iweze pia kuwajibika na kusimamisha sawasawa sawa, na kubalance dini zote ziwe sawasawa sawa. Mbali serikali kama ni kulalia kila president anayekuja ni Mkristo, kila mdogo wake anapokuja ni Mkristo, kila deputy anayekuja ni Mkristo, na kila maendeleo yakikuja naenda vile vile kule kule kanisa, kama ni kujengwa ushuru wenu wenye mnalipwa mnatoa, yani pesa ambazo nyinyi Waislamu mnatoa kama ushuru ndio sasa zinafanya machafu yote kujenga makanisa na kumkashirikisha Mwenyezi Mungu na miungu. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, hamkeni chini na mpiganie dini yenu na mpiganie haki yenu na muache kunyanyazwa na muache kufinyiliwa. Toeni sauti zenu, na kama ni misaada, wacha wa barasi saidi zote iwe saidi ya kikristo iwe saidi ya kiislamu. Sijasema wafanyie waislamu waache wa, wa Kristo na sijasema wafanyie Wakristo waache Waislamu, kwa sababu kila mtu nchi hii ya Kenya anatoa ushuru. Lakini nyinyi Waislamu, ushuru wenu unawasaidia kivipi? Inakuwaje wakati mnahitaji, muko na mayatima muko na wajane, wanahitaji misaada, misaada inatoka nje na nyinyi ndio bado vile vile, nyinyi bado tu ndio mnalipa ushuru hapa nchi yetu. Je, ushuru wenu inawasaidia kivipi? Kama nyinyi Waislamu, siku zenyu za haki, siku ya kuabudiwa ya haki, imeutupiliwa mbali, imegeuzwa kuwa ni siku ya weekdays ya kawaida. Wallahi wa billahi thumma tallahi, mtakuja kuulizwa siku ya Kiyama yale yote, je, mlipigania haki ya wanyonge? Mlipigania dini ya mwenyezi Mungu? Ni haki gani? Ni kipi mlichokifanya ambacho Allah anaweza akatazama akakupea janna, hata tu ni tundu tu? Kwa hivyo, tubadilishe na tubadilike na tushikamane na tupiganie haki zetu kama sisi Waislamu. Kwa hayo machache